Utajuaje kama mtu anayekuchunga ni mtu sahihi ni mchungaji wa kweli? hata kuvutia kwake, atakuelekeza kwa Yesu. hata kujengea hali tegemezi ya kutegemea maombi ya mtumishi. Mtumishi atakufundisha namna ya kuweza kuomba mwenyewe kujihudhurisha mbele za Mungu mwenyewe uexperience uwepo wa Mungu mwenyewe, umsikie Mungu mwenyewe, Mungu akujibu wewe mwenyewe. Huyo ndio mtumishi wa kweli. Ukishaona anakujengea hali tegemezi juu yake, kwamba mambo yako hayataenda mpaka yeye amekuombea maanake, huyo anakujengea dhana kwamba yeye asipofanya kitu Kukuombea hautakaa ufunguke. Ninachosema hatujaitwa kuwajengea washirika hali tegemezi juu yetu kwamba tu maombi yetu tu ndio yanayopenya. Huo ni uhuni uliopitiliza. In fact, ngoja ni qualify vizuri zaidi that is malicious spiritual hooliganism. Ni uhuni wa kiroho mbaya sana. Waelekeze watu kwa nani?